Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu katika hadithi fupi za Mapambazuko ya Machweo. Swali la tano: wafanyikazi katika nchi nyingi zinazoendelea wanakumbwa na changamoto nyingi sana. Thibitisha hali hii kwa kurejelea hadithi ya Harubu ya Maisha, alama ishirini. Kwa hivyo hapo wanavuonyeshe changamoto za wafanyikazi katika harubu ya maisha. Kwanza, kazi nyingi. Kwa hivyo kazi nyingi ndiyo changamoto ya kwanza. Kikwai alikuwa na kazi nyingi ya kiofisi mpaka wakati mwingine anasahau kuenda nyumbani. Mama si, mama Masi anapompigia simu ili kumjulisha kuwa anafaa kuwa nyumbani, kwani mtoto alikuwa anamngoja ikwai anaangalia kwenye saa na kugundua kuwa ilikuwa ishatimia saa nne usiku. Mamamase pia analalamika kuwa Kikwai amekuwa na kazi nyingi mpaka hana wakati nao kama familia. Pili, mshahara kuchelewa. Kikwai anasema kwamba hajaweza kutimiza majukumu yake nyumbani, kwa mfano kununua chakula, kwa sababu hawajalipwa mshahara kwa muda wa miezi miwili. Pia mama yake anapotaka pesa ili kumlipa, kumlipa fundi, Kikwai anamweleza kuwa hawajalipwa, kwa hivyo anamsihi angoje. Kuna kukosa muda na familia zao. Mkewe Kikwai anadai kwamba mtoto huenda akamsahau Kikwai kwa sababu ya kufika nyumbani usiku kila siku na kutoka nyumbani mapema kuelekea kazini. Changamoto ya nne ni kukosa kuaminiwa na familia zao. Mkewe Kikwai Mama Masi anakosa kumwamini mumewe wakati Kikwai anapomwambia kuwa hawajalipwa. mshahara mdogo. Kikwai anaeleza kwamba wakati walipooana na Mama Masi mshahara wake ulikuwa mdogo lakini Hali hiyo haikumshughulisha mama Masi. Kufutwa kazi kiholela. Bosi anafuta kazi Kikwai anapolalama kuwa hakuwa na pesa ya kutia mafuta kwenye gari la kampuni ili kutembea nalo kila siku, kuwa aliamua kuliacha nyumbani. Kufanya kazi kwa kandarasi. kosi alikuwa ameandikwa kazi kwa kandarasi tu. Hii ndiyo sababu bosi anapendekeza kuwa asimamishwe kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi huo, kwani kampuni haingeweza kumlipa kwa mwezi mwingine. kutumikishwa na waajiri. Kikwai analazimishwa na bosi kuenda nyumbani kwake ili kumpeleka mwanao hospitalini. Kikwai anaposema kuwa hakuwa na gari kwani hakuwa na hela za kutia mafuta, bosi anakasirika. kushindwa kukimu mahitaji ya familia yao. Kikwai anapoona bango kwenye lango kuu la kuingia hapo kwao kuhusu mwanamke anayetaka kuwasilisha mtoto wa kike Kikwai anafikiria kuhusu mwanawe Masi kwa sababu alikuwa ameshindwa kukimu mahitaji yake. Kila mara Kikwai anapotoka kazini alihofia kukutana na vilio vya mtoto wake akilalamika na kuhusu njaa. Kutembea safari ndefu kwenda kazini bila kosi na Kikwai wanaamua kutembea kwenda nyumbani inapotimia saa kumi na moja jioni, wanapokosa nauli kwa sababu ya mshahara kuchelewa. Kuzumewa na waajiri wao. Bosi anamzumia kikwai kwa kukosa kuja na gari la kampuni kazini. Anadai kwamba kikwai amesusia tu kuja na gari kazini ili kuonyesha kuchoshwa kwake na hali ya sasa ya kampuni. Msongo wa mawazo. Wengi wa wafanyakazi msongo na mawazo akilini, kwa sababu ya matatizo wanayokumbana nayo kazini. Kikwai anasema baada ya kufutwa kazi, kutegemewa na familia zao. Mamake Kikwai anampigia Kikwai simu kumjuza kuhusu fundi aliyefanya kazi ambaye anahitaji malipo yake na mwisho ni madeni. Vilio vya masi kuhusu njaa vinapozidi, kikwai anaamua kwenda kukopa chakula kutoka kwa duka la jamaa mmoja aliyeitwa Vaite. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni yako pale chini na uniambie video ambayo ungetaka nifanye kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza. Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu katika hadithi fupi za Mapambazuko ya Machweo. Ukombozi wa wanawake unakumbwa na vizingiti vingi sana. Jadili ukweli wa kauli hii ukirejelea hadithi ya Sabina. Hapa unapaswa kuonyesha vizuizi vya ukombozi wa wanawake katika hadithi fupi ya Sabina. Kwanza ni mimba za mapema. Nyambuke anapata mimba akiwa katika kidato cha pili ambapo anamzaa Sabina anayemlea akiwa peke yake hadi anapokufa. Pili, kukataliwa baada ya kupewa mimba. Mbuke anapopata mimba anakataliwa na mwanamume aliyempa mimba hiyo, jambo hili linasababisha kumlea Sabina peke yake. Mwandishi anasema jana dume lililofaa kuitwa babake Sabina lilimkana Nyambuke mchana kweupe. Tatu, ni kuwacha shule. Nyamboke anapopata mimba analazimika kuwacha shule ili amlee mtoto wake. Nyamboke anawacha shule ili kufanya vibarua, kumlea mtoto wake Sabina. Nne, kulaaniwa inasemekana kuwa babake mzazi alimlaani nyamboke kwa kujifungua akiwa nyumbani kwao. Hii ni kwa mujibu wa wanakijiji, wanasema kuwa hii huenda ikawa ndio sababu ya Nyamboke kupatwa na ugonjwa wa ajabu. Kizingiti kingine cha ukombozi wa wanawake ni kutengwa. Baada ya kifo cha mama yake kutokana na ugonjwa wa ajabu na baadaye babu na nyanya yake kuaga dunia, wanajamii walimtenga Sabina watuma kwamba anatoka katika familia ya mkose. Kutothaminiwa kwa elimu ya mtoto wa kike, Umbati aidhamini elimu ya Sabina, hii ndiyo maana anataka kumuoza kwa mwendesha pikipiki. Kuozwa kwa lazima, inasemekana kwamba siku hiyo ya matokeo ya mtihani wa kitaifa kutangazwa hiyo ndiyo siku ambayo Umbati alikuwa amepanga kumuuza Sabina kwa mwendesha pikipiki mmoja ambaye Sabina hakuwa anamjua. Nane. Ni kupigwa. Sabina alipofika nyumbani baada ya kutoka shuleni alipigwa vibaya na Yunuke bila kusema lolote. Inasemekana kwamba alipigwa kwa sababu ya kufika nyumbani akiwa amechelewa. Tisa. Utumikishwa. Baada ya sabina kuhamia kwa umbati alifanya kila aina ya kazi, ikiwemo kukama ng'ombe, kupeleka ng'ombe malishoni, kupika na hata kwenda kuuza maziwa kabla ya kuenda shuleni. Kumi. Kutusiwa na kusimangwa. Yunuke anamtusi na sabina kuwa yeye ni kiokote, asikuwa na shukrani, mjalaana mkubwa pia anamwita baradhuli mkubwa.